Ni lini uligundua kwamba una kipaji cha uigizaji? Ah, mimi nilipojifungua mwaka elfu mbili nili mm. nikakosa mtoto mm. bahati mbaya. Sasa ule upweke, huzuni, umebeba ujauzito miezi tisa, alafu unakosa mtoto, unapata operation, na mguu wangu wa kushoto pia nyonga uli ulishuka na mshipa fahamu, nikapelekwa Kibaha kwa Dokta Baki, Mungu amraham. Sasa hivi ukarudisha ndo kidogo, sasa hivi unaona niko sawa, lakini nikisema mm. naongeza spidi kidogo nikitembea, unagundua kwamba kidogo kama unavuta e, nikaa nasema, nikikaa hivi ah, kila siku naona mimi kama ni mnyonge, naona kama nimeonewa, au labda kuna kitu ambacho yani, kama dunia imenielemea, lakini ah, kwa nini nikakaa, nikafikiria, naona sasa wengine watu wanapita, utasikia nenda mazoezini, naenda kuigiza, nikasema ngoja na mimi. Hebu ngoja niende kwenye hivi vikundi, angalau nitapata faraja, nitakutana na watu wengi, na kila mtu ana mitihani yake, pengine nikisikia na mitihani ya wengine itanirudisha, ita tumaini na nitarudi kwenye amani yangu, ingawa tayari nilikuwa na Mungu kwa sababu nilipoambua tumekosa mtoto nikasema alhamdulillah, lakini kiroho ya kibinadamu kuna ule unyonge unabaki nao na mm, ukizingatia -hmm, pia ni mzazi, unaona kabisa mm, ni maziwa yanatoka, lakini mtoto wa kunyonya hakuna, una mshono, umejifungua kwa operation kubwa. Kwa hiyo nini, nilikuwa na msongo sana wa mawazo, nikasema hebu ngoja niende nikajaribu kuwa naenda kwenye vikundi, ndio nikaanza kwenda naniamini tafakari mborahati mianzini kanajifunza pale, kukatokea kiongozi sitamtajia jina, lakini naamini akiona interview atajua kwamba aliwahi kunikosea na sijasahau ingawa nimemsamehe akanitongoza. Nikaambia ah, mi nimefuata tu kilichonileta na sijakimaliza, kwa hiyo siwezi kuchanganya vitu vingine. Yule akawa amenikea chuki, aka kidogo ananiongelea vibaya, akikaa hivi. Kwa hiyo ah, vile alivyokuwa akifanya vile, nikasema mimi basi, nikaacha nikakutana na Sudiali Sudiali. akaniambia Riyama, e, kuna kikundi kimeanzishwa Katavi, kiko mwenge, yungwe, ba. Mwenge sawa. Muda asubuhi ilikuwa saa tatu, mwenye kitweto alikuwa anaitwa Fanuel Mgonja. Hmm. Alikuwa kwenye chuo kimoja hivi kikubwa tu cha TV. Basi nika tukaenda mwingi tukaanza mazoezi na watu lakini, sasa nilikuwa nikifanya mazoezi kote hata huko tafakari, utakuta hata kama watu walikuwa wanaongea vile, wanakaa kimya Wana Wana nitazama. Kwanza alikuwa anaogopa <laughs> yaani hey, nikisikia sasa hivi zamu yangu tu. Hiyo Kevin na wezi kusahau. Naenda pale nakwambia na tetemeka. Lakini nikielezewa hiyo sini. Nikiambiwa nicheze. Nasikiliza kwa umakini. Namuuliza mwalimu. Haya. Naingia kati. Nafanya vile walivoniambia. Basi utakuta kila mtu, kama ni sini ya kulia, kila mtu atalia. Oh. Sini ya kucheka, kila mtu atacheka. Halafu, baadae narudi namwambia mwalimu mwalimu walikuwa wananicheka au walikuwa wanacheka na nimefanya vizuri? Umefanya ah, mm. vizuri, ongeza juhudi. Naambia sawa, nitaongeza juhudi, lakini natemeka bado. Naambia, nakuja na daftari saingine. mm. wakiongea mwalimu, ile maneno kaongea naandika. sijui wanasema kwanza, ona ona. mm. naandika ona, eh, ona. Mm. ona, yani nitazame kitu eh. alafu fikiri, nafikiri mm. fikiria maana yake sio tu umepewa sini, basi hapo, ah, umeshafika eneo la tukio, upoa sini, tulia kwa utulivu, angalia mazingira, angalia unaicheza naye vizuri, mna, mna kwenye utulivu mm -hmm. Alafu fikiri unachotaka kuzungumza, usiropoki kwamba umvae yule unayemcheza eh. Sasa fikiri, eh. a, yani fikiri mm -hmm. tayari una karakta yako, uhusika mm -hmm. wako tayari unao mm -hmm. Lakini fikiri manake Sophie ni lazima nifikirie nachotaka kukizungumza, mm -hmm. ili kila mtu anisikilize kwa umakini. Wakati huo mlikuwa mkipewa tu kwamba utaongea nini? hey, uta okay. nini mm -hmm. scripti ilikuwa faraguzi, mm -hmm. na mini, ni, ni ilikuwa mzuri sana kwenye faraguzi eh, kabla kujengea kwenye script mm -hmm. kwa hiyo sasa, unajikuta unaingia kati, unacheza, wanapenda, narudi naandika